Fahamu masharti matatu ambayo kila mkatoliki lazima azingatie kabla ya kupokea Ekaristi Takatifu. Sharti la kwanza, kufunga Ekaristi. Kanisa linahitaji tufunge walao kwa saa moja kabla ya kupokea komunio takatifu, yani tusiwe wala kunywa chochote isipokuwa maji na dawa. Kufunga huku kunatusaidia kuamsha shauku na heshima yetu kwa ajili ya kukutana na Yesu katika Ekaristi Takatifu. Sharti la pili, tafakari na maandalizi. Usiende mstari wa kupokea komunio takatifu bila kuelewa ni nani unayempokea. Ni Mungu mwenyewe anayekuja moyoni mwako, akikulisha kiroho na kukuimarisha rohoni. Hata jambo dogo kama ujumbe wa simu linaweza kukwengeusha na kuzuia kupokea neema ambayo Mungu anataka kukupa katika wakati wa kati huo. Hivyo zima simu yako na utulize moyo wako, ili uweze kusikia sauti ya Bwana. Sharti la tatu, uwe katika hali ya neema Ekaristi si haki ya moja kwa moja kwa kila mkristo mkatoliki. Ili kumpokea Bwana kwa kustahili, roho yako inapaswa kuwa huru kutokana na dhambi ya mauti. Ikiwa haupo katika hali ya neema, nenda kwanza kuungama. Ikiwa huwezi kupokea komnyo, fanya komnyo ya kiroho, lakini kamwe usimpokee Bwana kwa dhambi ya mauti, kwani ni kosa la kukufuru. Dhambi ya mauti ndiyo dhambi kubwa ni kuvunja kwa kusudi amri yoyote ya Mungu au ya kanisa katika jambo kubwa. Ni mimi mtumishi wenu mdogo, ni Sister Hili Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.